Baada ya Diamond Platnumz kuweza kutoka kwenye show ya Chris Brown ambapo aliweza kufanya show yake Chris Brown huko, e bana, Tottenham Hotspur katika uwanja ambao uliweza kujaza watu wengi kinoma noma, na Diamond Platnumz yeye aliweza kuwa kama shabiki tu. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz, baada ya kuweza kutoka kwenye hiyo show, e bana, siku ambayo aliweza kufuata alikuwa amealikwa na DJ AG online, ambapo kulikuwa ni show tu ya mtaani, watu kibao walikuwa hapo pale, e bana, mtaani kabisa, barabarani kama vile wamefunga vile, afu wanakuwa na perform. Sasa bana ni msanii mkubwa sana kwa hapa Tanzania, lakini kitu ambacho kimeonekana kwamba ni story kwenye hii show ambayo alikuwa anaifanya Diamond Platnumz barabarani katika miji ya huko London ni kwamba Diamond Platnumz aliweza kuulizwa kwamba ni msanii gani ambaye anatamani kwamba aje kuperform katika bana performance yake DJ AG online barabarani. Tena ni nani bana? Kwa upande wa Diamond Platnumz yeye yeah, ameweza kusema kwamba anatamani mwanadada Zuchu bana aweze kuperform katika show ya DJ AG online. Sasa watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii bado wanaendelea kukazia kwamba mbona Diamond Platnumz ni kama vile anashusha hadhi sana, kwa sababu ni msanii mkubwa of course. Sasa kwa nini anaweza kukubali kwamba mwanadada Zuchu aje kufanya performance katika e, show kama hizo hapo za barabarani To London, sasa ni kama vile anamshusha hazi sana msanii wake, kwa sababu yeye tayari kashajishusha hazi. Sasa kitu ambacho nataka nikujuze kwa kwewe mdau wa, wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now e bana, DJ AG Online Of course yeye yuko na namba ndogo sana kwenye mitandao ya kijamii, ni kama hana ushawishi mkubwa sana kwenye mtandao wa Instagram kule, kwa sababu yuko na followers tu takriban laki 5 elfu hamsini na moja yani kama hata Mwijaku pia amemzidi followers. Lakini kwa upande wa Diamond Platnumz, ni msanii mkubwa ndio, lakini yeye DJ AG Online amekuwa ni moja kati ya ma DJ ambaye anawaalika mastaa tofauti tofauti waje kufanya performance kubwa katika show yake ya mtaani tu, yani ni mtaani tu naimba, then baadaye unaweza kaenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii bila hata wewe kuamini kabisa kwamba unaweza ukaenda viral tofauti na vile ambavyo ukimuona tu DJ online, pamoja na watu wake wakiendelea kubeng barabarani. Moja kati ya watu ambao washai kufanya makubwa katika show za DJ AG online ni kati hii, lakini pia Ed Sheeran ambaye sasa hivi yuko na mabilioni ya viewers kwenye mtandao wa YouTube na sasa hivi hakamatiki, yani ukizungumzia ya masta ambao katika, eh, bana show hizi za barabarani za DJ AG Online. Lakini pia Will Smith naye ashawahi kufanya show katika eh, sh, eh, barabara tu naye mwenyewe pamoja na DJ AG Online Rita Ora, lakini pia Burna Boy naye ashawahi kufanya show, eh, pamoja na DJ AG Online. Lakini pia Wizkid, eh, Major Lazer naye pia ashawahi kufanya show, eh, pamoja na DJ AG Online, alioalikwa pia. Lakini pia lakini pia Mr Flavor naye pia ashawahi kuonekana na wengine kadha kadha. So, eh, bana hizi show sio kwa sababu ya kuweza ku Eh, shusha brand ya msanii ila ni kwa sababu tu ya kuweza kupushi mziki wako eh, bana, mtaani unasikikaje, na vibe la watu mtaani liko vipi? Kwa upande wako wewe kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, ni upi mtazamo wako? Drop comment yako kwenye comment hapo, usiache kusubscribe ku comment, tutakometisha kinoma noma, chao chao.